Jambo na karibu. Mimi ni Ben Chumba. Na minaitwa Nancy Okware, mtangazaji wa lugha ishara. Leo hii ni Susan Thuku. Naam, suala la uadilifu na mtu anayefaa kushikilia afisi ya umma lilitawala mwanzoni mwa shughuli ya usaili wa waniaji walioorodheshwa kuwania nafasi ya wenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC. Anne Amadi alimulikwa kuhusiana na kashfa ya dhahabu ya mwaka 2023 ambayo alipuuza akisema ilikuwa ni jaribio la mahasimu la kutoa doa uadilifu wake. Naye aliyekuwa jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki Charles Nyachae alikuwa na wakati mgumu kujibu madai ya kutokuwa mwaminifu katika ndoa yake pamoja na kashfa kuhusiana na waraka uliowasilishwa na vuguvugu la Bunge la Mwananchi. Abdiaziz Hashim ana mengi kuhusu siku ya kwanza ya mahojiano ambapo wawaniaji uh, wanne kati ya kumi na moja walisailiwa. Msimu wa sakate ya dhahabu ya shilingi milioni mia moja ya mwaka elfu mbili ishirini na tatu. I draw my strength from sticking to the truth, what is true, because the truth can never become a lie and lies can never become true ulirejea kumtesa aliyekuwa msajili katika idara ya mahakama Anne Amadi ambaye alikuwa akihojiwa kwa nafasi ya mwenyekiti wa IEBC. It was a, an attempt to shake me, an attempt to, to mansling uh, my reputation because I've upheld my integrity. I do not have skills in gold trade and um, I had nothing to do with it. In fact, for the interest of this commission I came with copies of the decision of the, katika kujitetea kwake, Amadi ambaye ana tajriba ya miaka 34 katika ulingo wa mwanasheria aliambia jopo kwamba mwanabiashara wa Uingereza anayedaiwa kutapiliwa na kampuni yake ya Amadi and Associate Advocates katika mpango wa dhahabu bandia alishindwa kuishawishi mahakama ya rufaa kuhusiana na kashfa hiyo.

Wakati huo huo, aliyekuwa jaji katika mahakama ya jumuiya ya Afrika Mashariki Charles Nyachae aliangaziwa na jopo kutokana na makosa ya awali yaliyowasilishwa na Bunge la Mwananchi.

Nyachae, akijibu alisema madai dhidi yake yalikuwa tetesi na yalikosa uhakika. No. I'm not sure what a state candidate is, but I made this decision haya uh, uh, to run. You know, Mr. Chairman, when somebody talks about a state candidate, they are actually insulting this panel. Haya yalijiri huku hakimu mkuu Abdul Qadir Lorot akitetea nafasi yake kuchaguliwa katika wadhifa huo licha ya kuwa afisa wa serikali akitoa mfano wa mawaziri I think I am respected by majority of my colleagues, uh, on the bench and I have uh, cut out a career that has spanned all these years, uh, with, uh, with service and, uh, and honor. Lorot kwa sasa ni hakimu mkuu katika mahakama ya Naivasha na amehudumu katika idara ya mahakama kwa miaka 23 ikiwa ni pamoja na kuwa afisa mtoaji mafunzo ya sheria katika idara ya mahakama. Jopo hilo la watu tisa pia lilimsaili Edward Katama. Perhaps I'll seek legal advice on whether the IEBC on its own motion can uh, enforce the doctrine of necessity or whether it requires validation of the court. Huku wanajopo wakiendelea na shughuli ya kusaili wawaniaji bora kwa nyadhifa hizo. Baadhi ya vijana walilalamikia kutokana na orodha ya wawaniaji wakidai kwamba vijana walisahaulika katika shughuli hiyo. Unataka vijana kwa IEBC. Shughuli hiyo ya mahojiano itafanywa kwa awamu mbili. Wawaniaji wa wadhifa wa wenye kiti wataojiwa kutoka tarehe ishirini na tatu Machi hadi tarehe 26 mwezi huu huku wawaniaji wa nafasi za makamishna wakisailiwa kuanzia tarehe 26 Machi hadi tarehe 24 mwezi Aprili. Francis Kakai, Jacob Ngwele pamoja na Joy Brenda Mdivo ndio baadhi ya waniaji wataweza kufika mbele ya jopo hilo linaloongozwa na Daktari Makanda hapo kesho. Abdiaziz Hashim Darubini.